Yes. Naam, habari ya wakati huu, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Rasilimali Zetu Media. Kumbuka tuna kujuza na kukusiana na mambo kadha wa kadha Na karibu katika matangazo ya majaribio tukijaribu kuweka mambo sawa kuelekea kunako katika mchezo wa dabia kali ya ko Simba na Yanga. Ni moja kati ya mchezo ambao wanataraji kuendelea kulindima, e, siku ileo kunako katika uwanja tofauti tofauti hususani pale kunako katika dimba la Benjamin William Mkapa moja kati ya burudani ambayo utapata wasa kwenda kuitazama na kuishuhudia pia ni kuhusiana na michezo kadha kadha ambayo itakuwa inataraji kuendelea kulindima siku ya leo bakia bakiana sisi ili pia basi uweze kusikiliza na kutazama kile ambacho kinachoenda kujili kunako katika uwanja huo kwa nafasi ya pekee, mheshimiwa DC, nifikiri nitakuwa ni nimepungukiwa shukurani kwa niaba ya wanarudewa kama niposema hili. Nilipozungumza nawe mheshimiwa um, DC kwa mara ya kwanza, wakati unanitaarifu kuhusu halambee, niambia kwamba umebaini kwenye records, kwenye taarifa kwamba Rudewa kuna uhaba wa madawati lakini umebaini kuna mbao nyingi sana, kwamba mbao tunazo lakini tuna uhaba wa madawati. Ukisikiliza ile taarifa, kwangu mimi ilinitafakarisha, nikaona kwamba sisi wanarudewa tuna matatizo, kwamba mbao tunazo, mafundi tunao, alafu madawati hatuna. Kwa nilifikiri kuwa hili kwa niaba ya wenzangu ambao waliguswa na wale ambao wanaendelea kuguswa. Mheshimiwa DC umeingia kwa muda mfupi tu, yako mengine mengi, naamini unaendelea kuyafanya pamoja na majukumu yako mengine, ukaliona hili mezani, si kwamba ulielekezwa ufanya harambee, lakini ukaliona kwamba ni tatizo ambalo kupitia kwako kwako sisi wenyewe tunaweza kulitatua kupitia kwako, lakini watatuzi ni sisi. Kwa hiyo kwa nafasi ya pekee mheshimiwa DC ni kushukuru lakini nikupongeze kwa kuanzisha hii harambee. Binafsi niliguswa, naamini na wenzangu pia ambao wamechangia wameguswa, naamini na, na wengine pia, hili tunalolifanya leo, wataendelea kuhamasika kwa kuwa tayari wamesha guswa. Ukitembea hii barabara yote kuna mbao, kwa nini wadogo zetu wakose madawati, viti na meza? Kwa nafasi ya pekee sana ni kushukuru, lakini pamoja na shukrani hizo nikupongeze kwa hilo na mengine mengi ambayo unaendelea kuyafanya kama kiongozi wetu wa wilaya. Tunaamini Mwenyezi Mungu akiendelea kukujalia afya njema, baada ya muda mfupi, mambo mengi tutakuwa tumeyakamilisha. Kwa hiyo so, Mheshimiwa DC nikupongeze, lakini shukrani zangu si zangu peke yangu, na wale wote ambao pengine leo hawakuweza kuwa hapa, nao wamefanya jambo, hawakupata nafasi ya kuzungumza kama ninavyozungumza mimi, binafsi tunakushukuru sana kwa kutusaidia ili tuweze kutatua matatizo yetu uh, wenyewe. Kwa upande wa pili nilifikiri kwa sababu tumejumuika wote hapa, tuna wazazi wako hapa, tuna watu wenye wadogo zao wanasoma wako hapa, tuna uwakilishi wa namna fulani ambao naamini inaweza kupeleka ujumbe nyumbani tunaporudi. Ninafikiri hili ni jambo moja DC, ametuonyesha kwamba kuna mambo tunaweza kutatua wenyewe yako mambo mengi, hili la madawati viti na meza ni jambo moja. Naamini kuwa huu wito wako ambao umeutoa uh, bado wanarudewa, wataendelea kuitikia ili tutoe zaidi, tupate madawati watoto wetu na wadogo zetu wasome katika mazingira yanayofaa. So katika hili ningependa kutoa wito. Imezungumzwa hapa, kuna watu walichangia miti, kuna watu walichangia mbao. Wakati unazungumza nami Mheshimiwa DC wakati ule, ulisema unapokea michango ya aina yoyote. Kama una mti tupe mti. Jamani, si tuna miti nyumbani? Mheshimiwa DC anapokea miti. Kama una mbao, DC anapokea mbao. Kama una kijana wako ni fundi, Mheshimiwa DC atamhitaji ili akatusaidie kutengeneza. Listi ni ndefu lakini nilifikiri ni nitoe wito tu, pamoja na pongezi na shukrani kwako, Mheshimiwa DC na uongozi wako nilifikiri niendelee kutoa wito kwa sisi wanarudewa tuendelee kuwiwa, tutoe, tuendelee kuwiwa, tuwajibike, tuweze kuwa sehemu ya utatuzi wa matatizo yetu wenyewe kwa mheshimiwa DC. Nilifikiri kwa nafasi hii ya uh, muda ni uh, toe wito kwa ndugu zangu tulioko nyumbani nyumbani nyumbani, lakini hata sisi ambao tulisoma na kuishi nyumbani, hatuko nyumbani, basi nitoe wito kuendelea kuunga mkono hii uh, kampeni ya Mheshimiwa DC Sio kampeni ya Mheshimiwa DC, ni ya kwetu sisi wanarudewa. Inatia aibu kuendelea kuona uhaba wa madawati, ili hali miti tunapanda tunavuna na mbao tunazalisha. Mheshimiwa DC, kwa hayo machache ninaomba kukushukuru tena, pamoja na timu yako uh, Mungu awabariki sana, asante sana. <coughs> kuunga mkono juhudi za kampeni iliyoanzisha ya kutokomeza upungufu wa madawati wilayani Rudewa Aruta Continua. Aruta Continua. Kwa hiyo zoezi hili siyo mwisho, litakuwa ni endelevu, na zoezi endelevu fezi inayofuata sasa hivi tayari nimeshapata vibali vyote vya kupunguza miti mikubwa iliyopo kando kando mwa barabara nimeshapewa kibaliko na Tan Road na tayari tumeshahesabu takriban miti 500 512 ndani ya wilaya hii, kando kando mwa barabara ukiwa unaelekea Njombe, na kando kando mwa barabara hii inayoelekea Madaba. Kwa ile miti ambayo ni mikubwa sana inayodondoka kuziba barabara, nimeona haina maana kuwacha ikiwa inaendelea kukauka, nitaichana mbao na kampeni ni kwenye madawati kwa ajili ya wanafunzi. Ikionekana madawati yametosha, tutahamia kwenye ishu ya vitanda vya wanafunzi. Tukiona imetosha, furnitures kwenye dispensary zetu tuhakikishe kwamba hilo tatizo linakwisha kabisa. Adau wetu mkubwa Dr. Philipo. Kwanza kabisa, nipende kutoa shukrani sana tena sana kwa mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya kwa kuanzisha zoezi hili la upungufu wa madawati katika wilaya yetu na kuhakikisha kwamba unawapata wadau mbalimbali kutoka katika wilaya hii ili kuweza kusaidia tatua tatizo la madawati katika wilaya yetu. Pamoja na hilo, nipende pia kuwashukuru sana wadau wote walioweza kutuchangia madawati akiwepo Dr. Filipo na wale wengine wote ambao wameweza kuchangia madawati kwa ajili ya kupunguza changamoto inayotukabili katika shule zetu. Kwa kupitia haya madawati, sisi ndio tuna deni kwamba kama sisi walimu, ile changamoto ya madawati kwenye shule zetu itakuwa imepungua, lakini pia hata watoto wetu watakuwa katika mazingira rafiki ya kujifunzia kwa hiyo naamini kwamba kwa kutatua kwa changamoto hii katika wilaya yetu, matokeo yatazidi kupanda na elimu itakuwa imeimarishwa zaidi. Zaidi zaidi ni kushukuru Mheshimiwa. Hatuna cha pekee zaidi ya kuwashukuru Mungu awabariki. Kama sitatoa fadhila kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya Sport Thomas kwa sababu tangu umefika ndani ya muda mfupi, kwa kweli umeonyesha uwezo wako mkubwa, na wewe umesomea masuala ya viwanda na masuala ya uwekezaji, na sisi Ludewa tuna miradi mikubwa ya Mchuchuma na Liganga lakini pia tuna rasilimali nyingi sana za madini na uwekezaji mwingine mwingine, masuala ya utalii na kadhalika. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi Mheshimiwa DC amekuwa kiunganishi kizuri sana kati ya wawekezaji na halimashauri yetu ya wilaya ya Ludewa. Yaani mwekezaji akifika tu halimashauri ya wilaya ya Ludewa yani huwa atoki jinsi Mheshimiwa DC anavyompokea vizuri, jinsi anavyo muhendo na kumpa ushirikiano wa kitu chochote ambacho anakihitaji katika uwekezaji wake, na ndio maana ndani ya muda mfupi, yaani ndani ya mwaka moja tu, amekaa hapa, hatutumii darubini, tunaona si wenyewe viwanda, mnaona moni, jamani yeah. Hey, lakini pia kuna wadau wengine ambao Mheshimiwa DC amesema humu ndani wanakusudia kujenga viwanda vya simenti. Sio rahisi kupata mdau kuja kuwekeza kiwanda cha simenti sehemu kama hii ya Ludewa, manake uongozi madhubuti wa Mheshimiwa DC na viongozi wengine tulionao halmashauri, kwa kweli pamoja na chama wanafanya kazi nzuri sana. Na sisi kama wanarudewa tujitahidi sana kuwasikiliza. Kwa mfano mheshimiwa DC, yani yeye ukikosea na kuchana hapo hapo. Kwa hiyo tuache zile tabia zetu zile za sisi wapangwa, mtu amekwambia ukweli unamnunia. Yani ukweli ndio utakubadilisha jina. Naitwa Alfred Mwambeleko, katibu wa CCM wilaya ya Rudewa. Nashukuru kuja kuungana nanyi kuja kupokea madawati na viti kwa ajili ya shule yenu. Na hii inatokana na kazi nzuri ambayo inafanywa na Mheshimiwa DC kuhakikisha kwamba wilaya yake yote vijana wake wote hawakai chini. Ni kampeni ambayo anaifanya nzuri na sisi kama chama tunamuunga mkono kwa sababu wanatekeleza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo. Pigieni makofi mengi sana. <tutu> Katika kampeni yake hiyo, watu wanaotokana na wilaya hii ya Ludewa wameguswa, kwa hiyo wadau mbalimbali wameguswa na kati ya wadau walioguswa ni pamoja na ndugu yetu Philip. Yeye ameguswa anatoka kwenye <laughs> wilaya hii ya Rudewa mkoa huu wa Njombe, na akasikia sauti ya mbali kutoka mbari, wow, kwa Mheshimiwa DC akasema pamoja kwamba yuko mbali ya mkoa huu atoe mchango wake. Kwa hiyo tunamshukuru sana sana sana kama chama, kwamba katika ilani yetu katika masuala ya msingi inayozungumzia elimu ni pamoja na wanafunzi waweze kukaa katika sehemu iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo naye tumpongeze kwa makofi mengi mengi mengi.